Tunasubiri kuona kama maneno ya Rais Samia yalikuwa ni ya kweli au ni unafiki. Basi uchaguzi wa serikali za mitaa ulituonesha kwamba Rais Samia aliwanafikia Watanzania na bila aibu, tukaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao jitihada za uko nyuma zote zilizofanywa zilikuwa rejea yake ni uharibifu mkubwa uliofanywa kwenye uchaguzi katika nchi hii, na mfano ukawa ni uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Vikosi kazi vilivyoundwa, dhana ya maridhiano, jitihada za wadau kutoa maoni yao, rejea kubwa ilikuwa ni uharibifu ambao ulifanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na ndio uchaguzi ambao CCM kila walipotaka kueleza unafiki wao mbele ya umma walieleza kwamba wanajua uchaguzi wa 2019 uliharibiwa. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wao ndugu Abdulrahman Kinana alikuja kwenye mkutano mkuu wetu na akasema watu wote wanajua, au kinachowakatisha tamaa wa Tanzania ni uharibifu uliofanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Katibu mkuu wa sasa wa CCM ndugu Emmanuel Nchimbi, tumekutana naye TCD, na mara zote kwenye kikao cha mwisho tukijadili kanuni mbovu zilizoletwa na TAMISEMI pale TCD, hali watu wote walikuwa wanarejea uharibifu uliofanywa mwaka 2019, aliposimama bila aibu akasema yale ya mwaka 2019 tunaomba tusiyatajetaje sana kwa sababu kulikuwa na mazingira maalumu, tunaomba tuyaache tuende mbele. Mchimbi alikuwa anaigiza kuona aibu mbele ya watu ambao ni waungwana, kumbe mwenyewe na mwenyekiti wake wanajiandaa kuja kuharibu tena uchaguzi mwaka 2024.